Ni nyuso zilizotawaliwa na tabasamu lilojawa na matumaini, kama ilivyo kwa mfanyakazi au yeyote anayepata riziki yake kwa wakati baada ya kazi. Kwa mkulima ni zaidi ya furaha pale anapopata mavuno mengi na kwa wakati. Tunamshukuru Mungu, uh, tulipata kipato kizuri sana na mahindi yalikuwa mazuri sana kweli. Tumevuna mazao kiasi cha kuridhisha, na hii ni tofauti na misimu mingine mwaka ndio umekuwa sababu ya wakulima hawa kuwa na furaha hii kwa kupata chakula cha kutosha na cha ziada. Tabasamu la mkulima huyu haliishii kwake, bali nchi nayo imeweza kupata chakula cha kujitosheleza kwa asilimia 128. Utoshelevu huu ni mkubwa sana katika historia ya utoshelevu wa chakula nchini. Lakini kufikia 128, eh, ni cha kutosha. Tazama hapa wakulima hawa kutoka Songwe ambao ni miongoni mwa walionufaika na msimu wa mwaka 2024, wakiwa katika heka heka za huku na kule, wamevuna walichokipanda, na hapa wana uhakika wa kupata chakula na fedha kwa maendeleo mengine ya kifamilia na jamii kwa ujumla. Ni msimu mmoja ambao umekuja, ulionyesha mafanikio makubwa, yani tulipata sana wakulima wa mahindi. Msimu huo wa mwaka 2025 26 umeonekana kuwa tofauti na msimu uliopita. Mvua zimechelewa, joto limeongezeka, ukame umeonekana, ambapo sasa kunaweka rehani utoshelevu wa chakula uliopatikana kwa msimu wa mwaka jana. Hofu hiyo inamleta hadharani Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye anawashauri wakulima kutunza akiba ya chakula walichonacho na waepuke matumizi yasiyofaa kutokana na hali ya kuchelewa kwa msimu wa mvua mwaka huu.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 na hivyo ni tofauti na tabasamu lilionekana katika msimu wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano Wakulima hawa nyuso zao zimetawaliwa na simanzi, wakikosa matumaini ya msimu huu. Hofu inazidi kutanda, ni kutokana na baadhi ya maeneo kuwa na mvua chache na kutokuwepo kwa uhakika wa mvua katika msimu huu kwa wa kilimo ili kujiridhisha na hali hii ya mabadiliko ya tabia nchi, nimefika katika mkoa wa Njombe. Ni kati ya mikoa inayozalisha chakula cha kutosha nchini Tanzania. Lakini hata hivyo, katika msimu huu ukame umefika huko. Nahisi athari kubwa ambayo inatupata ni kwa ajili nyingine ya ukataji ovyo wa miti. Ukame haukuathiri wakulima tu, hapana. Sekta ya wafugaji nayo imekumbwa na athari hiyo mifugo inakosa malisho, jambo linasababisha kuadimika kwa, kwa bidhaa za mifugo ikiwemo nyama na ngozi. Hili limefanya bei kupanda. Ni kwa sasa bei inayotembea ni 11 kwa 12 steki, wengine 14 mpaka 15. Mifugo mingi ambayo ipo sokoni, kwa maana iko minadani, imetokana na masuala ya unenepeshaji. Ni kutokana na hali hiyo kumekuwepo na miito mbalimbali inayotolewa kunusuru hali hiyo na kutokana na ukubwa wa tatizo hilo tathmini imetakiwa kufanyika. Mimi sasa, hata wakulima tunaambiwa na hata watu wa mamlaka yale, watu kujaribu kupanda yale mazao ambayo yanastahimili ukame na ambayo pia yanachukua yanachukua muda mfupi sana kukomaa. Kwa mfano hata mahindi, kuna mahindi ambayo yanachukua siku 120. Tumaini la wakulima na wafugaji huenda likarejea baada ya takriban dola 250 za Kimarekani sawa na takriban shilingi bilioni 600 kupitishwa na kutakiwa kutumiwa kwa mwaka 2026 kwa ajili ya ufadhili wa wakulima na wafugaji kupitia mfuko wa kukabiliana na hasara na uharibifu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Uamuzi huo umefanywa katika mkutano wa 30 wa Umoja wa Mataifa uliomalizika hivi karibuni kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, COP30, uliofanyika Belem nchini Brazil. Lakini swali kwa wakulima wadogo wadogo hapa nchini na hasa wale wa vijijini linabaki kuwa fedha hizo zitawafikia hayo mambo yanakuwa ni nadharia lakini napokuja kwenye vitendo hizo hela hazipatikani na hili nalizungumza kwenye kama, kama mwanamazingira ambaye nimeshauzia mikutano mara nyingi sana Afrika tunalalamika sana mpaka hapa niseme kwa heri mwaka 2025 karibu mwaka 2026 2 26 hakika wakulima wanacha kujifunza katika huu mwaka 2025